Yo, Seven Media, jina langu ni Fanny Franco na sauti yangu inasikika barabara kabisa kutokea hapa Kigoma mjini bwana, na kama ambavyo mbunge wa Kigoma mjini aliahidi, na sasa kweli ametimiza bwana. Alinunua gari aina ya jeep na akasema kabisa hili ni kwa ajili ya wananchi wake wa Kigoma mjini, yeyote anayetaka kuoa au kuolewa ni ruksa kabisa kulitumia gari hili. Basi Seven Media tumefika nyumbani kwa bibi harusi eh, lakini pia tumemwalika na bwana harusi, ili mradi tupate kujua mawili matatu kuelekea siku yao ya harusi, na watakuwa ni maharusi wa kwanza kuzindua gari ambayo mbunge wao uh, Clayton Levocatus Kipando ameiandaa kwa ajili ya wananchi wake wa Kigoma mjini. Na hapa tumefika nyumbani kwa bibi ya harusi eh, na kamati kama hivyo ambavyo inaendelea wana finalize mambo hayo kwa ajili ya kesho. Kesho ndio siku yenyewe kubwa, siku ya harusi, siku ya tukio, na hawa ndio maharusi wetu. Kwanza ningependa kwanza kuzungumza na bwana harusi, yeah? jina lako naitwa nani? Asante, kwa majina naitwa Isaya ari Jackson natokea a Ujiji, hayo ndo majina yangu kamili. Na bibi harusi anaitwa nani? Kwa majina naitwa Eliana Abeid tokea Kibirizi. Sawa, mimi na, na, niwapongeze kwanza wote kwa pamoja kwa tukio lenu, kwa shughuli yenu ambayo itafanyika kesho. Maharusi wetu, niwapongeze sana, hongereni sana, asante sana Ongera sana, asante sawa. Bwana harusi unajisikiaje kuwa mmoja kati ya maharusi wa kwanza ambao mtaenda kuzindua gari ambao mbunge wenu ameliandaa kwa ajili ya wananchi wake? Asante. Kwanza najisikia furaha kubwa sana na furaha isio na kifani, nafuraha. Alafu kitu kingine nipende pia kumshukuru kwa maana wengi walikuja, lakini amekuja kuonyesha utofauti wa hali ya juu kwa hiyo nina furaha sana, sana sana sana. Asante. Sawa, bi harusi hongera tena, unajisikiaje kuelekea kesho siku yako kubwa? Najua kama binti utakuwa umeisubiri kwa hamsa. Najisikia furaha mm -hmm. Umejiandaje kwa ajili ya kesho? mm -hmm. unategemea nini shamra shamra za kesho. Hebu tupe kidogo tupitishe kwanza kidogo, ni kesho, na umeipangiliaje siku yako ya kesho? Nafikiria kesho, nimepangilia vizuri, maana nasikia tofauti. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo. Unajisikiaje kwa mmoja kati ya maharusi ambao ndo wa kwanza mnazindua kutumia gari ambalo mheshimiwa mbunge ameliandaa kwa ajili ya wananchi wake wa Kigoma Mjini? najisikia furaha. Lolote la kumwambia mheshimiwa, mheshimiwa la kumwambia, tunashukuru kwa watu ambao wameipiga sawa. Mm. Mm. Mimi nirudi kwa bwana harusi, tupitishe kidogo. Naona kama bibi harusi ana aibu kidogo, yani mm -hmm. E, tupitishe kidogo kwenye siku yako kesho, mmeipangaje? Mmeiandaaje? Itakuwaje? shamra zitakuwaje? Shamra, na kila kitu. Asante mm. <coughs> Kwanza kabisa tutaanza kanisani, uh, maana hatuwezi kuanza bila Mungu naenda kuanza na Mungu kama jinsi ambavyo tulivyojuana, tulianza na Mungu. Ehe, tukishapita kule tukapate baraka pia za wachungaji, viongozi wa dini, za wazazi. Tukishatoka hapo, tutakuwa muda huo ujio, tutakuwa na gari la mbunge. Ehe, tukitoka hapo tutaenda location. Tukishatoka location, baadaye ratiba zingine kama kamati watakuwa wamepanga zita watatuambia kitu gani ambacho kitakachukua kimefuata. Uh, kwanza nipende kushukuru kwa mbunge wetu na nimwombee dua njema kwa hichi ambacho anachoendelea kufanya kwa sisi vijana na harakati zake naomba zisiishie hapa. Aendelee, aendelee kusapoti vijana na wengine ambao wanaotaka gari la mbunge waendelee kutuma maombi yao watapata. Afu pia nashukuru kwa kuweza kupata fursa hii for the first time. Nafikiri ndo imekuwa ndoa ya kwanza kutumia gari la mbunge. <coughs> imekuwa ni kama neema kwa Mungu ambayo imeshuka kwetu sisi. Nashukuru sana, aendelee kupambana na tunazidi kumpa moyo, asikatishwe tamaa kwa chochote, aendelee kupambana. Wananchi wa kigoma wanampenda, wananchi wa kigoma wako pamoja naye bega kwa bega. Asante. Sawa, asante Sa, sana, kila laheri. Nashukuru, kila laheri.